Hey, hey, mowaonde vithe sema, leo ni sherehe, watoto na wakubwa tupande juu. mm-hmm, cheza cheza cheza ni mingi ana moto mtaa mzima unatetema, watu wanatoka nje kama sherehe imefufuka tena, watoto wanapiga kelele wako wanachota tabasamu, ni ngoma tamu kama asali ilichanganywa na mangumu. Leo hakuna stress, twende tukasahau shida, vibe ya Moha ikiwaka lazima uwe na furaha. Kama kawaida, mimi huleta amani mtaani, kila beat nikidropo inazima kelele za zamani. Weka mikono juu, geuza mwili pole pole, cheka kidogo, rudisha, usikimbili haraka bro, hii ni ngoma inaleta mashamba pamoja na mitaa, sauti ikipanda hewani watu wote wanasema ah. Cheza na Moha cheza, wote tushangili bila pressure, ingoma tamu kama kisha wabi kwenye stage, twende pamoja. Cheza na Moha cheza, watoto na wakwa wote wameshega, yeah. Vibe safi hakuna makosa, ini ngoma mwaka twende moja Tazama vile watoto wanavyoshake bila kuchoka, wakubwa wanaingia ndani ya dance kama meamka. Steps mbili tatu fanya round, leta mdundo twende juu chini, kama vile bahari inapeperusha kundo. Sauti ya Moha ukisikia, lazima ucheke mashaka usema ingoma imejaa baraka tele. Malo na malo wanakuja na style zao ade. Daddy na Stuma wanasema mwa imepita level A. Bili na gani wana dance mpaka hadi na tetema. Sula anakuja na swag matamzi ana kubali tena, Onyango anapiga back up sauti safi kama kwae, wote tukiungana hapa tunafunika hadi fire. Cheza na Moha, cheza. Cheza. Tushangile bila ingo matamu kama kesha, wote tushangile bila pressure, pressure. Ingo matamu kama kesha, wote kwenye stage twende pamoja ha. Cheza na Moha, cheza uba wote wameshega vibe, safi hakuna makosa, hii ni ngoma mwaka twende moja. Pole pole shuka chini sasa, panda juu juu zaidi. Cheza kama hujui stress ni nini, cheza kama kesho siliyo rasmi Juu kama hewa ya bahari ya Mombasa, cheza na Moha cheza, cheza. Wakila mtu amefurahia kesha, kesha, watu na wakubwa tumefurahia, hii ni ngoma ya mwaka bila shaka, cheza na Moha cheza, cheza. Watoto na wakwa wote wameshega vibe yeah. Safi, hakuna makosa, hii ni ngoma ya mwaka twende moja Arara.